Tumefikia hivyo wa Tanzania lakini mbaya zaidi ni ile fedheha ambayo tumeipata. Taifa letu limekoswa heshima. Watu walipenda kuja Tanzania, watu walifurahia Tanzania, na ndiyo sababu wamesali wameomba kwa ajili yetu. Hao wamefikwa na mauti kila mmoja kwa namna yake wapo waliofikwa na mauti katika harakati za kuonyesha hisia zao, wameonyesha kuwa kuna kitu kinawakera kinawaumiza. Hawa walitaka wasikilizwe, hawakusikilizwa. Wapo waliofikwa na mauti wakiwa majumbani kwao, wapo wengine walikuwa hata safarini wakitoka walipokuwa wakienda majumbani wawahi watoto wao wawahi ndugu zao, wengine walikuwa ndo wanaelekea majumbani, wagonjwa wakitoka mahospitalini, hawa yamewakuta yaliyowakuta. Wengine kwa uoga walikuwa wakikimbia ovyovyo, wakikimbia mitutu, mitutu ya bunduki. Hawajavumilia watanzania hawa kusikia mitutu. Watanzania hawajazoea kusikia risasi. Hawa wote wamepatwa na mauti. Mungu awarehemu, awasamehe dhambi zao, wapumzike kwa amani. hata hivyo <tune>